Allah anatufanulia ana, ana, ana, nguzo moja hii ya muuzaji na mnunuzi kwamba ni radhi lazima ziwepo baina yao. Kesha Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi alaihi wasallama katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Saidi Al Khudri radiyallahu anhu anasema innamal baiu an tarad, kwa hakika si vinginevyo bali biashara ni maridhiano maelewano hii ni nguzo muhimu ambayo tupaswa kuifahamu katika kuziendea biashara zetu. Lakini pia ridhaa hii inadondoka ama kuondoka na kuwa kuna haki fulani. Kuna kipindi Uislamu unaruhusu mtu kuuza bidhaa yake kwa lazima, kwa kulazimishwa. Hii ni njia pekee ambayo inatokana labda mtu ana madeni, kwa mfano, anadaiwa shilingi milioni thelathini, na rasu mali yake mtaji wake au pato lake haliwezi limefikia kipindi, hawezi kulipa deni hilo wala hana njia nyingine ya kulipa deni hilo, yule mdai akienda kwa kadhi, watamuita yule anodaiwa atahojiwa na kuchunguzwa, kisha itaonekana kwamba huyu hana uwezo wa kulipa deni hilo, lakini ana, ana, ana iqarat, huenda ana mali ambayo ikiuzwa inaweza ikalipa lile deni. Katika hali kama hii Uislamu karuhusu mali ile iuzwe kwa lazima, hata, ataki, hata akiwa hataki huyu mwenye mwenye kudaiwa, itauzwa na hakimu ile mali, kisha atarejeshea yule aliyokuwa alio, alio, alio, alio, alio, alio, alio, alio, kimdai na si katika mtindo wa kilimwengu wa sasa kwamba adaiwa milioni thelathini, mali na thamani milioni hamsini, basi itauzwa kwa thelathini hiyo hiyo. La hasha wakalla, itauzwa kwa hamsini, thelathini atapewa yule anaodai, ishirini atarudishia yule mdaiwa. Huu ndio Uislamu, unafundisha hivyo katika nukta ya kwanza, juu ya jambo zima la ridhaa ya mtu ambaye e, mwenye kuuza na kununua lakini pia tukisalia tuki katika hilo hilo la nguzo ya kwanza ya muuzaji na mnunuzi, pia hawa ambao wanafanya biashara lazima wao ni watu ambao jaizu tasarruf bi an yakuna balighan aqilan hurran rashidan. Wao ambao wanauza ama kununua, hawa wafanya biashara wawili, wao ni wale ambao sheria inaruhusu wao kufanya miamala mbalimbali ya kifedha wakiwa watu hao balighan aqilan, wawe ni watu wazima aliobalighi mwenye akili, lakini pia rashidan, aliyepevuka mwenye uwezo wa kudhibiti na kufahamu mambo vizuri. Hao ndio wanatakiwa waingie katika mkataba wa kibiashara, awe ni muuzaji au mnunuzi. Hayo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anazungumza juu ya mali za yatima. Akasema haitakiwi kuwapa mati, yatima mali zao wakiwa bado hawajafikia umri wa kubaligh na kuchanganua majambo. Allah akazungumza katika suratu Nisa aya sita akasema fa in anastum minhum rushuda fadfau ilayhim amwalahum, mkishaona na kubaini kwamba wamefikia hali ya utu uzima na kupevuka, basi wapeni mali zao waweze kufata kutasarrafu katika miamala mbalimbali mbali. Hilo hiyo ni nguzo ya kwanza ambayo inazungumzia juu ya muuzaji na mnunuzi, lakini kuna, kuna ziada katika swala la muuzaji. Lazima anayeuza bidhaa awe ni mmiliki wa bidhaa hiyo au wakili aliyetumwa kumwakilisha mwenye mali. Mfano wanasheria akauza mali kwa niaba ya mmiliki, hiyo ni sawa, au wasi yuni au mtu ambaye aliachiwa wasia na marehemu kwamba asimamie mali za watu fulani, au waliyun au mtu ambaye ni msimamizi wa mtu mwingine, mfano mtu walilah lhamdu ana wa mali, lakini Allah hajamjaalia utimamu wa akili, huyo anakuwa na, na walii yani msimamizi wa mali yake ile, yeye anaruhusiwa kuuza ile mali kwa niaba ya mtu ambaye hawezi kuja katika miamala, kutasarraf katika miamala ya kifedha walwasi wanadhir mtu mwingine anaruhusiwa ni yule ambaye ni muangalizi, mfanyakazi, muuzaji duka, muuzaji bidhaa ambaye pewa idhini na nani? Na mwenye mali huyo ataruhusiwa kufanya miamala ya kuuza mali fulani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi laihi wasallam akatambia la tabi ma laisa indak, katika masimulizi ya Said al-Khudri aidha al-Hakim Ibn Hizam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tabi ma laysa indak, usiuze mali isiyokuwa yako. Hakuna ruhusa ya kuuza mali isiyokuwa yako ba kwa idhini ya mmiliki wake. Hiyo ni nguzo ya kwanza inayozungumzia al-aqid ambayo ni muuzaji na mnunuzi. Tuende kwenye nguzo ya pili ambayo ni maaqudu alayhi, yaani bidhaa inayouzwa iwe na sifa gani? Sifa ni nyepesi tu. Bidhaa iwe ni ya halali, iwe ni ya halali. Maana kuna watu wengine wanaingia vichochoro kama hivi, anasema bana, mimi naweza nikauza hata nguruwe, hamna shida, mimi sili, lakini nauza. Asili ya nguruwe yenyewe ni haramu, kwa hiyo hata kama utumii, huruhusi pia kunufaika na thamani yake. Ah, bana, bana, tumekatazwa kula nguruwe tu au pombe tu, lakini kwenye kuuza hamna tatizo lolote? Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Bali Uislamu umekataza kila kitu kilichoharamishwa pia thamani yake pia imeharamishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema idha harrama Allahu shay'an harrama akla akla thamana Allah subhanahu wa taala akiharamisha kitu basi pia uharamisha kula thamani yake maana ukiuza kitu hicho kwa hiyo lazima kinachouzwa kini cha halali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anazungumza ndani ya Quran katika Suratu Lmaida sura ya tano aya pili wa ta'awanu ala lbiri wataqwa wala taawanu ala lithmi waaludwani, saidianeni katika mambo ya wema na uchaji Allah wala msaidiane katika mambo maovu na uadui baina yenu. Kwa hiyo mali inauzwa, pia iwe ni ya halali. Wanazuoni rahimahumullah kaongeza nukta nyingine kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikitokea kuna fitna kati ya kundi la Waislam kwa Waislam, pia ni haram kuliuzia silaha kundi lote katika hayo mawili. Ikitokea kuna fitna za mapigano kati ya kundi la Waislam na Waislam dhidi ya wa Waislam wenzao wa, basi ni haram pia kuliuzia kundi lolote katika makundi hayo mawili, pia hapo taingia katika uharamu wa kuuza bidhaa hizo katika kipindi hicho hiyo ni nukta ya pili ambayo ni nguzo ya pili, nayo ni nguzo almaaqudu alayhi, kile ambacho kinafungiwa mkataba au kile ambacho kinauzwa. Jambo la tatu wa, nguzo ya tatu na ya mwisho, assigha, mtindo wa kuuziana. Wanazuoni rahimahumullah wameugawa katika makundi matatu kwa mujibu wa sheria. Kundi la kwanza al ada, ni mtindo wa kuuziana kiada na desturi kwa mfano unakuta sehemu mipango machungwa pale imewekwa lebo pale inaonyesha fungu shilingi mia tano. Ukafika ukatoa mia tano kaweka pale ukachukua machungwa, hiyo ni ada na desturi ya eneo hilo. Kwa hali kama hiyo, pia inaruhusiwa katika mazingira mbalimbali kama hayo, yale ambayo katika ada na desturi ya jamii inaonyesha na inakubali kwamba haya ni mauziano, ni makabidhiano kati ya watu wawili, hiyo sheria pia imeikubali jambo hilo, li anna al aada muhkama, kwa sababu ana desturi katika jamii huwa haina uharamu, isipokuwa ikienda kinyume na taratibu na sheria za Kiislamu, hapo itakuwa ada hiyo si sahihi, itakuwa inaingia katika uharamu. Namna ya kwanza ya swigha au mtindo wa mauziano. Mtindo wa pili, al ijab wal qabul, mazungumzo, nimekuuzia, nimenunua. Hii pia ni katika mtindo ambao unapaswa kuwepo katika masuala ya mauziano kati ya watu wawili, nimekuuzia nimenunua, kama vile wakati wa ndoa, nimekuozesha nimemuoa. Ni nime mitindo na swiga za mikataba katika mikataba ya Kiislamu. Aina ya tatu ni al-ishhad, kuwa na ushahidi na mashahidi, vitu viwili wakati mmoja, ushahidi. Pia Uislamu kaweka ushahidi katika mauziano ikiwa jambo linauzwa au bidhaa inauzwa ni katika iqarat mali ambazo ni kubwa, zina thamani ya juu, au ni katika mali zisizohamishika majumba, mashamba, sijui viwanja na kadhalika, au magari na vinginevyo, mali hizi, kwa sababu huenda ikitokea tanazu, mgongano kati ya muuzaji na mnunuzi, mmoja akageukana pale zekata shida baadaye. Islamu sheria ya kuweka ushahidi Allah akazungumza Qur'an katika sura ya ya pili Baqara aya 283, wasema waashhidu, idha tabayatum, wekeni mashahidi pindi pale unapouziana baina yenu. Tena falyaktubu, tena uandikwe mkataba, kama hii hii paandikwe kabisa mauziano ya bidhaa husika na pia ongezeke na mashahidi wa upande zote mbili, muuzaji na mnunuzi, ili kitokea nizaa mgongano baina ya watu wawili basi watu warejee katika maandishi ama alwathiqa ushahidi wa kimaandishi, na ushahidi wa wale ambao walikuwepo katika mauziano. Lakini pia ushahidi katika sheria bado ukaweka mlango wa wazi, si jambo la lazima. Ikitokea mnaaminiana, hakuna jambo labda, maana hapa tutauziana, kuna shida yoyote, basi pia mmeruhusiwa kama Allah alivyozungumza katika sura ya pili, al-Baqara aya ya 283 nasema, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah, ikiwa mtaaminiana baina yenu, basi kila mmoja awe muaminifu katika kile alichoaminiwa asimgeuke, asimgeuke mweziwe. Haya ni mafundisho ya Uislamu juu ya masail mbalimbali ya kibiashara. istaghfir rabbakum antum muqinoona bil ijaba. Alhamdulillah.

wale ambao wanamtii na kumcha Allah subhana wa Taala. Mazungumzo yetu ya leo yalikuwa ni nguzo tatu za biashara. Biidhnillahi taala, katika mazungumzo yajayo tajifunza khiyarat, khiyari katika mauziano. Umeuziwa bidhaa kwa kuta, ni feki au sio sahihi. Uislamu nafundisha nini katika jambo hilo? Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim